Kutoka kaunti namba 26 tuelekee kaunti nambari kumi na tano ambapo tunaarifiwa kwamba maofisa wa afya katika kaunti ya Kitui wameonywa dhidi ya kujihusisha na wizi wa dawa na vifaa vya matibabu kwenye hospitali za umma katika kaunti hiyo. Akizungumza na wanahabari mjini Kitui baada ya kupokea dawa za thamani ya shilingi milioni 69 kutoka kwa shirika la dawa la MEDS, afisa wa idara ya afya kaunti hiyo, Agri Kamba, amesema kuwa kuna baadhi ya maofisa wa afya katika kaunti hiyo ambao wameachishwa kazi kutokana na kuhusishwa na wizi wa dawa. Tukipata mtu amefanya makosa ya dawa, tunampitisha through the disciplinary process, ile unapitia kama ni kusimamishwa job, unafutwa kazi, kwa sababu kwa serikali kuna ile mpango inafuatiliwa. So kwa hiyo tunafanyanga hivyo, na kuna watu also tumeshika na tumewapeleka mbele, wengine wamesimamishwa kazi, wengine wameenda nyumbani. Hiyo yote ni ku make sure that eh, the process is seamless kutoka